Nyekundu kwa, kwa shosho yake mamake ake mtume rafu ndio mali imefika Nundu mani asikua kisiwizi kya kukuzuia sisi tuweze tukose ile kitu tunataka kwa mamake mtume rafu sasa, itabidi ufanye chochote uwezavyo, ndio itabidi uchanganye madawa chinzi utachanganya. Inabidi nasi, nasi, ni kama kuna mtu ako uku. Hapa hapa hapa hapo umetega mvua umetega maji ni, ni, ni, ya mvua yenye imeshanyesha pale lishenzi. Sasa yote mnashinda Nundu Man, Nundu Man, Nundu Man, nilikuwa ni uimbo ya parapanda. Elfu yake ni nini? Malkia anakuanga na, na roho safi kama pamba, lakini sura tu ndio mbaya. Lakini kama niweza pata nafasi jana, mtuma niambia kwamba ati yeye Jaribu kutangaisha Malikia alafu aueewe kwa akanuaaeka ananipiga piga mateke huku zinasikia vizuri, lakini shida tu ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Kama ingelikuwa tu si kazi ya Mwenyezi Mungu, Malikia ningemfanya kuwa kitoweo. Fanya mjanja kwa hiki kijiji uliamua utanimaliza mimi, niwezi Nundu man, jana uliamua kuniweka kwa gunia, yaani mimi malkia ukaamua kuniweka kwa gunia. Ulikosea, uliguza pabaya, utajua leo. Mimi ndio malkia wa kwa hiki kijiji. Nundu man umejifanya mjanja sana kwa hiki kijiji, uliamuka ua mwenzetu, uliua mwenzetu Nundu man. kwani utaangaisha kijiji mzima Nundu man? dawa yako iko jikoni nachemka, mali ntakushikia Utajua uliguza pabaya. Dawa yaku iko jikoni na chemka. Acha nikuonyeshe. Ulijifanya mjanja sana kwa hiki kijiji Nafikiri utawezana na sisi kweli? Labda utoroke utoke kwa hiki kijiji kabisa. Umetuzoea sana. Nikikushika nitakukatakata nitakumaliza, nitakatakata pia hiyo makende yako. Yaani mimi, unajaribu unaniweka kwa gunia unaniweka kwa gunia mimi, Malkia eh? hata nitakuonyesha, hata niite mababu zangu anisaidie. <laughs> Babu babu Mama Shifura, Mama Shifura, Mama Shifura, kuja! Mama Shifunu kwapi? Mama Shifuna kuja, uje nisaidie. Malkia, ndio ndiyo, Mama Shifuna, sauti yako nimeisikia nikiwa kwa mzee wa mizimu. Ndio mama, Mama Shifuna. Na nikaambiwa niondoke sasa hivi nikuja nijue kuna shida gani. Shida iko shida ni gani? Unajua huyu kijana anaitwa Nunduma, Nunduma namjua tena vizuri sana. Umesikia sori yake Nunduma, namjua na, na anapenda sana kuingililia mambo ya mizimu kukuja kuchunguza, akipeleka udaku mali wa kina Rafu wako na dada Sara. Haya, nimeona ni, ni kama unajua hiyo stori vizuri. Ndio Mama Shifuna na Malkia, Nundu man aliua mwenzetu, nimekasirika sana ma Mama Shifuna, nimekasirika sana huyo kijana. Ndio, alituangamiza sana kwa hiki kijiji, aliua mwenzetu mimi ya Nundu manesa muua nikimpata, nitamuua na ii mawe nii mwenyewe, kwa maana hatuwezi kuwa tunapanga kazi, Malikia Nundu mani anaingililia katikati haa vijana. Unaona anaandama haa vijana, tulitumia pesa kwao, na mara ya pili alijaribu kuzuia ndugu ya kina Bravo wasipita na ule sho shake Rafu, lakini alishindwa. Sasa amerudi tena kwa kwah nataka adhabu apewe adhabu mzuri kwa sababu amejifanya yeye yeye kusema kwa hiki kijiji. Unajua malkia, ndio haya yote unasema. Ndio mfalme alikuwa anaiangalia kwa kioo, ndio na akaonyeshwa sana maeneo yako himaya, mm, yako imetatarika, ila tu hakuwa anaona sura ya huyo kijana na kanieleza mama Shifuna, eh, mali malikia yuko, kuna shida, kimbia ukaangalie kwa maana kuna kijana anakuja kuchunguza maneno. Anapelekea dada Sara, anarudi anapelekea mtume Rafu. Unanielewa? Nakuelewa. Sasa ile kitu iko hapa, malikia wangu, hii kazi unaielewa? Naielewa. na ni watu wengi sana tumeteka nyara, tukichukua zile vitu tunahitaji kwa mwili yao ambapo nyanyake Rafu hata tuzuia tulianza kumwandama, wakati dada Sara alienda kuokoa Rafu, unaweza kumbuka na na kumbukana, wakajikamba hatutawaweza naye, na mfalme akasema lazima tupee Rafu mwiba yenye itamuuma maisha yake yote. Tukaendea shosho yake mamake mtume Rafu. <coughs> Wewe Mama Shifuna, umesikia kana kuamba nunduma <coughs> alinieza kwa gunia hiyo yote, tuliona kwa kioo, tuliona kwa kioo na kukuja kwako kwa kutisabia kwa kioo. Kuna vyenye mfalme alifanya mm, ukatisabia mm, lakini mm, alikuwa na nia ya kukufunikia kwa hiyo gunia, alafu mtume rafu aingililie kati, akuja akumalize. Mimi nami aniwezi, aniwezi wewe, Nundu man Unafikiria jina yako nitamu sana kukai kitaatajwa utajwa. Ujui leo itakuonyesha, labda nikose kukupata hii mishoni. Tumeng'ang'ana kutoka mwanzo Rafu atolewe upande wa Pate na tukaweka alama ya nyekundu kwa shosho yake mamake Mtumerafu, ndio mali imefika. Nundumani asikue kisiwizi kia kukuzuia sisi tuweze tukose ile kitu tunataka kwa mamake mtume rafu. Sasa itabidi ufanye chochote uwezavyo ndio itabidi uchanganye madawa chinti utachanganya Inabi, itabidi adini ongeze nguvu ya, ya kupuakwa huyo Nundumani. Vile niliwekwa kwa gunia sikuamini. Mimi ni Malkia, hacha nikuambie, lakini aliniweka kwa gunia

furaha yetu eh, eh, shosho ya Raf hmm, ako Lamu mm -hmm. na wale vijana ulipeana wakina brother ya Bravo eh, na wale vijana wengine mm -hmm. wako na yeye maalipa pale, na tumewaambia wasimfanyie kitu kibaya, ndio sisi wenyewe kama mizimu Ndiyo. kuna kitu ya maana ndani ya hiyo mwili ya huyo shosho ndio, kama mamake mtume, mtume Raf ndio Unanielewa? Nakuelewa Mama Shifuna. Huyo mama, mama tukimtoa hiyo kitu tutakuwa tumemaliza kloni, tumemaliza mtumerabu kabisa. Na tukisema tulalia mzi, tuki masikio hapa kwa mzimu Watatumaliza. Watatumaliza. ile kitu nitakwambia ndio. Nundu maani maji yake inajemuka Iko jikoni na Malikia tutamtumbukiza akiwa na manguo kwa mm maana -hmm. yeye amejiweka kukua spai wa dada Sara mm. amejiweka kukua spai ya mtume Raf mm. amejiweka yeye, ndiye anasaidia hawa watu kuwapelekea information chizi, tunapanga kwa ule shosho eh. Lakini hiyo yote haitusumbui ha, lakini tutashika nundu malizi, acha nimshike, nakwambia magenda ataenda nayo na nyumbani <laughs> Sasa yes. Utakuwa umepea mizimu chakula yake, alafu ja pili Nundu man uh -huh. Anafaa keuswe kipofu kwa sababu mimi Nundu man hata nikwambie, uh -huh. Nundu man uh -huh. anajifanya mjanja sana kwa hiki kijiji, anajifanya mwerevu kwa hiyo msitu. Kila kitu ni yeye ku, ku, hata hey. uh -huh. Sijui venye naweza kuambia mama Shifuna, huyu uh -huh. kijana amenishinda lakini ukiangalia ushinda, ukiangalia mizimu hmm? Ukiangalia hmm. kuna mali akoerie kweli, mimi hata sidhani kwa so maana nakinia jana alishtuka wakati alikuweka kwa kunia akapata manguo. Si ni ukweli, alipata manguo na, uh-huh. <laughs> hey, nilikuwa namchungulia akiambia Raf hey. mm-hmm. alikuwa naambia mtume Raf. Mm-hmm. Ati, hati hey, nimemshika Leo ni leo, nimemshika oh, kwa, kwa gunia nakwambia, nilikuwa, he nilikuwa kwa kafe namtungulia hivi nikichekacheka. Acha nikuambia Malkia, nakwambia nilimwekea manguo za mitumba. Hatuna hasara, hatuna hasara. Hao ndio uh -huh. wanang'ang'ana kama mm. saii tumeangalia kwa kio yeah. Raf, wanang'ang'ana mm. jinsi watenda kuokoa ule mamake Mtume Rafu wanang'ang'ana, Rafu analia akisema, mm. Yeye ana, ana anaomba usaidizi mm. nyanya yake aenda afanywe nini aokolewe. Naye Mtume Rafu mm. anasema, huyo shosho mm, ikifika siku yake ya kutoa hiyo kitu tunataka kutoa mm, yeye nguvu zake zitakuwa zimeisha mm, na hata waikuwa mtume tena. Ehe. Sasa nasi kama mizimu kuna e, masiku tunahesabu, tunahesabu hizo siku, hatutasema tutasema kwa maana hmm, unajua Nundu man anaweza kuwa apeleke apeleke, naweza kuwa koeri apeleke mushene. Unajua e, si huyo ni, ni, ni kama mama akisikia kitu kadogo hawezi nyamaza lakini ile ile security iko pale papaya. wacha nikuambie, hata kama ni uyo rafu na nundu nundumani, wanaenda kutafuta nyanya yake, ai wale eh. Wanaenda kutafuta kifo, kifo. Juu ile security iko Lamu nimeiona mm. Tumeweka na imetibiwa eh, watakuliwa wakiwa wacekwa kwa maji moto <laughs> Ule shosho ile kitu ako nayo ni kitu ya maana kwa mizimu mm. Ako na dhahabu ya maana kwa mizimu mm. na ujua ni ule shosho alikuwa anajua kanisa najua maana mm. By the way, unajua kuna mshirika wao mwingine eh. amepata mganga wetu mahali sasa mm. naye mganga akamujua before mm. akampulisia dawa mm. akaangua akaanguka alikuwa ametumwa mm. na powers mm. akuja apumbaze ule mganga ndio, mm. mganga amupee siri yote kwenye hushosha pele alipelekwa kwa, kwa maana mm. hata sasa hivi je, mm. tunaongea eh. rafu wenyewe hawajapata hata kiwango ya pesa ya kuwapeleka wapi. eh. na sisi pia hema wanachelewa, na sisi tunapangia mizimu mm. tunajua, huwa tukikidnap mtu tunammaliza saa hiyo kuna anasema ishara misimu yaonyeshane, ndio na sisi tufanye nini na hiyo kitu ikitolewa e. Malkia. E. <laughs> e. Mbia anenda, anenda, information yote anaenda kusimamiza, so, katikati ya baharini. So, so, sisi tuko na haja na baharini, wachana na brafu, wachana e. na hii takataka inakusumbua huko Nundu man e. angekuwa mtu wa kusaidia e. angesaidia kama chosha kuchukuliwa Sahi e, anarukaruka huku kama nyani, hakuna kitu at ataona e, lakini naye ai mali nitapatana ni ni <laughs> na Nundu man lazima nimkocholee na nimginie nawe utoe, naweza mpiga na mafi, nikimwona nitahe nita, hapa hey. Yauso ha? nakwambia yo. hiyo siku atajua, atajua, atajua unajua ni nini Malkia <laughs> Mimi niko na uchungu na huyo kijana sana, wacha nikuambie kwa, hmm? Kwanza. Nimeona ni uko na uchungu na nini? Sana sana. Mimi nikiweza mshika saa hii aki sijui gai akiwa amekuja hapa sijui nitatoa wapi kiboko eh? Uh! Lakini hii si ya mtu. Mimi ule mtu niko na uchungu na yeye, na uchungu yangu iliisha kwake ni Dada Sara. Dada Sara. Dada Sara alijikamba yeye ni mwombezi wa maana, uh -huh. ameokoa rafu ametoa rafu kwa mikono ya mizimu mm. Anarudisha rafu kwa wazazi <laughs> wa na hey. Tukatigilea uona yeye nikasema, hey. Dada Sara atajua mimi ni Mama Shifuna, twin sister yake lazima, hey. Niwatungishe mwiba ya nyita wauma, kwa maana huyo shosho hata ile boma ametoka watu wana amani hey. unani... na kuelewa na... Si, kama kuna mtu ako huku eh? Kwani kuna mtu huku, ama we ni nani nani? Nimesikia sauti ya mtu tukichunguliwa hapa, nimeona mtu akituchungulia, nimeona kamacho pale. Malkia, hebu nikuulize eh, ni kama eh. hmm. turushe mawi tuone kama atatokelezea, na si nimeona mtu huku eh? We si utoke, kuja sisi, hatuna ubaya kuja. <clears throat> Ama anaweza kuwa mtu anataka kutibiwa hmm? anataka kutibiwa hmm. Ona Malikia hmm, tuwache stori mingi wachane hmm, na huyo hmm, wachana na yeye, aende kwenye anaenda, achunguze, lakini mi nasema akiwa Nundu mani Nundu mani nitamu, nitamupepeta hivi na ni mlambe kwa uso. Ebu niambia sasa, mimi mimi, mimi uh -huh. nimesikia uh -huh. uh -huh. uh -huh. ni kama kuna mtu anachungulia Mama Shifuna, sio ni ruhusu tu niende niangalie ni nani anatuchungulia huku, yaani nundumani nundumani nundumani nundumani hakuna mpango nitapanga kama nundumani ajaingililia. Katikati kwani nundumani ako na makende ngapi? yenye wanaume wenye na shikanga, wana huyu mwanaume ako na makende ngapi? Lakini ile kitu ninasema, nundumani, wacha kwanza tumalizane na chochote, tutoe ile kitu mizimu inataka, my friend na kukujia

Unishindwa kuua nyanya yako, sasa unataka kuua nyanya, harafu utaweza kweli? Hapa hakuna hapa hapa, umetega mvua, umetega maji ya mvua yenye imeshanyesha nyesha. Sasa yote mnashinda, Nundu, Nundu man, Nundu man ni kwani, nilikuwa ni wimbo ni ya parapanda, fuaki nii Maki na na roho safi kama pamba, lakini Mwenyezi Mungu Walai. <laughs> Malkia ningemfanya kuwa kitoweo eh. Haina shida, macha yaendelee tu kunitafuta hapa. <laughs> nikubaya kwa kwanza.